Mwalimu bin Abdallah bin Ali Mwale, tupo katika mwendelezo wa vipindi vyetu hivi vya nasaha za kila siku katika chaneli yetu hii ya Mwale Online TV, ambayo ni chaneli beba maudhui ya Kiislamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, mbele yenu hapa ninako kitabu kidogo kabisa hiki Ad-Durusu Ar-Ramadhaniyya. Durusu Ar-Ramadhaniyya. Durusu Ar-Ramadhaniyya si mtakiona vizuri Dhurusu Aramadhaniya, kitabu hiki ni kitabu kidogo ambacho lisuhari ni kwa ajili ya watoto lakini, yaliyomo ndani humu pia, hata watu wazima yanawafaa. Dhurusu Aramadhaniya ni kimepangwa katika mfumo wa as asilatun wa ajwaba, ni maswali na majibu. Kimepangwa katika mfumo wa maswali na majibu, na nikifungua hapa ndani ya kitabu hiki kurasa ya kwanza kuna muqaddimatu lmuallif utangulizi kuhusiana na mwandishi. Lakini hakadha nikifungua peji ya mbele ambayo ndio nimekusudia kuipitisha, atamhidi tamhidi ni kama maandalizi, tamhidi ni kama utangulizi, kama vile unavyosema instruction ndio tamhidi. kwa hiyo mwandishi kama aliposema mwandishi amefundisha katika mfumo wa maswali na majibu. Ndio mfumo wa mwandishi alio aliyofundishia sehemu ya kwanza, ukurasa nambari tano wa kitabu changu ambao ndio mwanzo wa kitabu hiki, anasema ma huwa sawm, ma huwa sawm. Na nimekusudia kufundisha kitabu hiki kwa sababu tuko ndani ya mwezi wa Shaaban, ambako tunaelekea ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa ni vizuri zaidi kwa mtu kusomeshwa jambo ambalo aliendea mbeleni, alifahamu ni nini. Na kitabu hiki ni kidogo kama niliposema, lakini watu wote wanakitumia. Mwandishi anasema ma huwa somu ma huwa somu, ni nini somu ni nini? Anajibu, asoumu lughatan soumu, ipo kilugha na kisheria. Asoumu lughatan, somu kilugha alimsak, ni kujizuia, ndio kilugha Asumu lughatan alimsaku, soumu kilugha ni kujizuia. Asema washarhan na kisheria, alimsaku ni kujizuia anilmuftirati, anilmuftirati kutokana na majambo yote yaliyonafungulisha min tului lfajri, kuanzia mwanzo wa alfajiri ila ghurubi al shamsi, kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua maaniya pamoja na nia. Kama nilivyosema kitabu hiki ni kwa ajili ya watoto. Kitabu hiki ni kwa ajili ya, ya watoto. Kwa hiyo napita ile kiu wanafunzi na kiutoto. Ana ilmufturati mbele mtakuta ni mambo gani nafungulisha utakuta pale mambo mengi sana. Kwa hiyo mpita hapa bil ikhtisar, eh, bitalamiz wale matulabu la ilmi, watanielewa wale ambao ni wanafunzi, lakini watu wakubwa pia wanakisoma kitabu kwa sababu apate kuelewa lakini suali namba mbili, asema, mataa furidha soumu. Mataa furidha soumu, ni muda gani ilifaradhishwa funga? Asema furidha soumu, furidha soumu ilifaradhishwa funga fi shabani min sanati thaniyati lilhijra, katika mwezi wa Shabani kama tulionao mwaka wa pili wa hijra ya Bwana Mtume. Mtume Muhammadin sallallahu wasalama, twajua aliishi Maka miaka kumi, kisha alipokwenda Madina mwaka wa kwanza hijiria, ndiyo kalenda ikaanza kuhesabiwa. Kwa hiyo mwandie sema fara swaumu ilifaradhishwa mwaka wa pili hijiria, sawa eh? Swali la tatu bima yathbutu dukhulu shahri Ramadhani, dukhulu shahri Ramadhani ni mambo gani, ni majambo gani yanayothibitisha kuingia kwa mwezi wa Ramadhani? Anasema jim jawabu, yathbutu dukhulu shahru ramadhani, inathibitika kuingia kwa mwezi wa Ramadhani bi ahadi thalathat umuri, kwa moja kati ya majambo matatu. Wahia nayo, jamani, ili ujue Ramadhani imeingia ili ufahamu mwezi wa Ramadhani umeingia ni kati moja kati ya mambo matatu. Anasema al-awwalu, jambo la kwanza, ru'yatul hilali Ramadhan, ni kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani. Hapa kidogo nielezee jambo moja, ndugu zangu, katika Kiarabu kuna hilalun, kuna badurun, kuna kamarun, kuna shaharun Magabia manne kuna hilalun kuna badrun kuna kamarun na kuna shahrun. Yote kwenye maana ya Kiswahili ni mwezi, mwezi, mwezi, mwezi. Lakini hilalun ni mwezi mwandamu, kamarun ni mwezi ule kama mwezi, lakini badrun ni mwezi ule ambao umekamilika, lakini mwisho shahrun, shahrun. Sasa mwezi wa shahrun ni mkusanyiko wa masiku thalathini ya mwezi ndiyo, kwa jumuiya yake yaitwa shahrun. Ndio maana Mola subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani, faman faman shahida minkum shahra faliyasumu, atakeshuhudia kule kukamilika kwa masiku thalathini ya mwezi basi yafunge. Sasa ingelikuwa ni kuona, sasa ingelikuwa fa... Ange... kuona, atakiona mwezi maana yake vipofu pia angetakiwa wa mwezi waona ndio wafunge lakini Mungu akasema faman shahida minkum shahra, atakashuhudia kule mwezi kukamilika yale masiko thalathini, basi ndio afunge. Kwa hiyo moja ya ithbati ya kwamba Ramadhani imeingia ni ruyatul hilali Ramadhana ni kuona mwezi mwandamo wa Ramadhani. Lakini fa amma thani, mwandishi asema waikmalu iddat shabana thalathina yauma, lakini kukamilisha masiku thelathini ya mwezi wa Shabani. Mfano, Shabani ishirini na tisa mkawa na mashaka na mwezi, mkakamilisha thelathini, ndiyo miongoni mwa sababu za Ramadhani kuwa imeingia. Lakini hapa kuna hadithi lihadithi bni umara radhiyallahu anhuma, kwa hadithi aliyepokea bn Umar allah yuridhi na mwanawe anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, hakika mtume rehma na amani zimshike juu yake qala amesema shah shahru mwezi shahru mwezi tisun waishiruna laila ni masiku 29 fala tafumu basi msifunge hata tarauhu mpaka muone mwezi msifunge mpaka muone mwezi Fainghumma alaykum. Mkiwa mmeona vizwa vizwa ule mmeona mawingu yametanda kati yenu faakweluu iddata shabana thalathina, basi kamilisheni shabani thalathini. Rawahu lbukhariyo. Kwa hiyo maana yake ikiwa siku kuna mawingu, mwezi ishirini na tisa kuna mawingu sana, mm-hmm. Mwezi haujamja huona, basi Mtume amefundisha mkamilishe masiku thalathini ya mwezi wa Shabani, ndiyo mkaanze moja kufunga Ramadhani. Hiyo ni njia ya pili. Ama thalith, njia ya tatu ambayo itakuwa ni uthabiti wa Ramadhani kuwa imekamilika, asema hivi. Asemaje mwandishi? Shahadat rajulin wahidin adlin mukallafin ala ru'yatih. Shahadat rajulin ni, ush ni ushahidi wa mtu wahidin mmoja, adlin mwadilifu, mukalafi aliyekalifa na sheria manake, libalighi ala ruyati, ni ushuhuda wa mtu mmoja mwadilifu aliye balehe, juu j juu yake kuona mwezi, juu yake kuona mwezi, shuhuda wake huyu bwana ta kwa sababu rawatu kufunga mwezi umeandama, sababu bwana mimi nimeuona mwezi na ndiyo. mtume alikuwa mambo hayo alikuja watu wakawa, bwana hapa wallahi, bwana akaapia mbele ya mtume, bwana mwezi nimeuona. Wakafunga na I think nilikuwa ni wakafungua yule mwezi, watu wakafungua. Kwa hiyo ni njia tatu hizo ambazo ni sababu ya mwezi kufanyaje, mwezi, mtu wa, mtu wa nini? Mtu wa kweli. Ile hadithi sasa hapa nzuri mwandishi wangu wa kitabu hiki ametuandikia pamoja na pamoja na daaihaditi ibn Abbas, radhiyallahu anhuma. Kwa hadithi ya ibn Abbas ni abdullah ibn aballaawtuw anna arabiya, hakika ya bedui, jaa ila al nabiii, alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ehzhk faqala, akasema inni raaitu alhilala inni ra'aytu alhilala, mimi nimeona mwezi. ra'aytu ndio. Qala, je, unashuhudia anna Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Fa'adhini fi an-nas, ya Bilal, waadhini kwa watu e Bilali, antasuma hada wape habari watu kwa adhana yako, wanadie watu bilali kwamba kesho wafunge. Tuapatana hapo? Kwa hiyo huyu bwana ni alikuja ni arabi akaapishwa, eh, ni mtu ambaye ni mukallaf akaapishwa. Mwisho wa siku watakekfanyaje kuhapa, wallahi ni jambo kwamba ni sahihi. Insha allah niishie hapa jamani, ndugu zangu

Ramadhaniya Ramadhaniya, nadhani mtakuwa mnakiona sijui kwa uzuri hapo durusu Ramadhaniya. Insha Allah, cha muhimu ni kila mtu kuyafuatilia yale yanayosomeshwa, ili angalau Mwenyezi Mungu amjalie sote kwa pamoja min aladhina astamaunu klafaataduna ahsana alakamalillahi. Wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.